Lakini kwa taarifa hiyo, basi kwa vile kifo chake kilikuwa si cha kawaida, na ndio maana tukatoka sie wizara tukaja kusikiliza. Kwa hiyo tulikuwa tukitaka angalau mtueleze, labda ilikuwaje. Ni mtoto ambao kuwa ni mchangamfu, kwa hiyo imeumiza kiasi fulani. Na nimepata taarifa asubuhi, nilikuwa na naruhu kuzafuta kiteweyo, kufika njiani pale nikaambiwa hata kuna msiba. Sasa nilikuwa sijajua kitu gani, kaambiwa kuna mtoto kajinyonga kwa, kwa Bikiembe na nilipopata taarifa, kusema kweli, nimehuzunika sana. Mwenyezi Mungu akishaandika muda kufika unafika. Hatujui alikuwa na tatizo gani, pengine alikuwa mgonjwa. Tunasikia kama ni mgonjwa, lakini hatuna uhakika kwa vile bibi yake hajui kama alikuwa na matatizo hayo. Lakini pia kama muda ukifika, ni lazima tu tutakwenda, na tunataka wazee tu uangalifu, na kama wasiwasi kaja na yeye tena ndo ikawa na nakaa naye anakaa naye, na nakwenda kazini, akirudi sasa akimwacha yesi na tunamshughulikia sia, ikawa e, ndo tunamwangalia. Asubuhi katika kuamka leo ndo tuka kenda nkamchukulia mswaki, akajisuaki chooni kule. Wakati wa kumalizi, kumaliza akaja ndani kulala sasa katika kulala hivi, lakini ndo mie nashughulika huko, naosha vyombo na nini, naja mbona mtoto si naona kimya kimya, nkashituka kumwangalia ndani, kumbe kashajitundi <gibu> sina habari muda wote, mi nakosha vyombo yandomie, ndo sikuelewa chochote. Nilikuja mshtukizia tu, ile pasi ndo ilikuwa ndo silaha yake ya kuji anyaka aitundike juu ili nimemfumania. Pasi kashaifunga ndo, yeah, eh, nimemfumania tu hivi, baada ya kumtafuta. Yani niliona nitafute wenzangu tu niwa, maana ilikuwa wengine wapo wamelala, wame, wame hawana habari kwa kweli. a mwezi wa kumi na moja mwaka 2025 majira ya saa moja za asubuhi huko maeneo ya Mtoni wilaya ya Chake Chake mkoa wa Kusini Pemba, Muntasil Sefu Muhene ana umri wa miaka 15 mkazi wa Unguja alikutwa amefariki dunia baada ya kujinyonga kwa kutumia waya wa pasi ya umeme ambaye alikuwa ameutundika juu ya dari chumbani kwa shangazi yake aitwaye Mwanaheri Omar Salim. Mwili wa marehemu umefanyiwa uchunguzi wa kitabibu na kukabidhiwa kwa ndugu kwa ajili ya mazishi wito wangu tu kwa wananchi au wazazi kwamba kuwa karibu na watoto wao ili kufuatilia nyendo zao kama kuna changamoto zozote basi waweze kushughulikia mapema ili matukio kama haya yasiweze kutokea hapa kusini pemba kwenye wilaya yetu ya chake chake tumeweza kupokea pia taarifa ya mtoto huyu kunyonga mwenye umri wa chini ya umri wa miaka kumi na nane kwa hiyo niendelee kuuambia jamii tukeena karibu watoto wetu, tuone mabadiliko yao. Kama kuna kitu hakiendi sawa, basi tuweze kukirekebisha. Lakini chengine sasa, tuendelee kutoa elimu sisi, serikali tutoe elimu kwa jamii, lakini na jamii kwa jamii tutoe elimu kwenye swala zima hili la, la malezi endelea. Kwa hivyo tukaona tusikae kimya kama wizara tuje na sisi kile kinachoendelea. Kwa hivyo, tukaona tusikae kimya kama wizara, tuje tu na sisi tuonane na nyie.